Tuanze taarifa zetu kwa kuelekea huko Kiambu ambapo chama cha madaktari nchini KMPDU leo kimeongoza maandamano kaunti ya Kiambu kulalamikia hali ya afya nchini huku sasa waziri wa afya Aden Duale akilaumu serikali ya kaunti hiyo kwa kujitia hamnazo. Duale sasa akiagiza suluhu ya haraka kwa hali ya afya huko Kiambu akisema ana ushahidi kuwa vifo vya kina mama vimeongezeka. Madaktari walioandamana wakionya hatari zaidi endapo mambo hayo hayatashughulikiwa kwa haraka. walijitokeza kwa wingi nje ya hospitali ya rufaa ya Kiambu wakiwa wamevalia makoti meupe wakiwa na mabango na vuvuzela mkononi kwa siku za kawaida wangekuwa ndani ya hospitali hii wakiwahudumia wagonjwa ila leo madaktari wa Kiambu waliamua kuandamana wakilalamikia kile wanachosema ni serikali ya kaunti kutochukua hatua kumaliza mgomo ulioingia siku ya 138 madaktari ambao wamegoma sasa kadri ya nusu mwaka serikali imefanya kila kitu isipokuwa kuwarejesha kazini. We want the health status of Kiambu reinstated to its deserved position immediately. You can do PR and public gimmicks with everything else, but you cannot do gimmicks with healthcare. The doctors have been out of work.

Japo serikali ya kaunti imekanusha madai kuwa vifo vya kinamama na watoto wachanga vimeongezeka kutokana na mgomo huo, waziri wa afya Aden Duale amepinga kauli hiyo akisema wizara ya afya ina ushahidi wa vifo vilivyotokana na mgomo na ameahidi kutoa maelezo bungeni. Madaktari nao wakisema linalofuata sasa ni mgomo wa kitaifa.

Serikali ya Gavana Kimani wa Matangi imekuwa ikishikilia kuwa mambo yako shwari Kiambu, huku nipe nikupe kati yao na miungano ya wahudumu wa afya ikiendelea. Meri Mwoki, Runinga ya Citizen.